Jambo uh, ambalo mimi kidogo limeniuma lime, lime, lime, lime, lime, Musa, inawezekana pia likawa wauma wale mashabiki ambao wanatoka Mbeya, hmm. hata wapenzi pia wa mpira, unajua Mbeya inapakana na mikoa mingi sana. Kuna Rukwa, ndiyo, kuna Iringa, kuna Njombe uh, kuna Kiela, yani hii ni Kiela, sio mkoa. Kiela ni wilaya. Yani inazunguka iko iko Mbeya yani ni yani, mikoa ambayo iko jirani kiasi kwamba Mbeya Mbeya City ikitoka Mbeya inaweza kenda Ruko akacheza pale Nelson Mandela, kuna, kuna uwanja eh, yaani shida shida sio kupakana na mikoa yani kuna ujirani, viwanja ambavyo vinakidhi vigezo wapi? Eh, kwenye hiyo mikoa jirani hmm, yani Nelson Mandela ana uwanja Iringa, kuliko kuna uwanja unajua, anajua unazungumzia Samora. Ehe, lakini je, huo Samora upo katika hali gani? Ndio nilikuwa nataka niende huko kwamba kuna nyakati inatakiwa viwanja hata kama hakuna timu ambayo inacheza ligi mm viwekewe mazingira rafiki ya kuwa bora. Kwa sababu na nani? Yaani na yani wale wamiliki wa viwanja utamlazimisha mmiliki ambaye ni ee, chama. Yaani hata ee, yaani ee, ya huko chama pindus, cha siasa, au mashauri eh? ya masabu. Chama cha Mapinduzi ndio si ndio wa amiliki wanaamiliki vi, viwanja vingi. Yaani kwa hivi. Nje na vyama. Si kuna watu ambao vi, wanajenga viwanja, wanajenga viwanja. Mtu anaweza akajitoa akajenga uwanja. Kuna biashara pia kwenye hivyo viwanja. Kwa sababu kama Mbeya City amevuka yote mikoa, amekuja Dar es Salaam, kama pakati kati Rukwa, Morogoro Iringa, yani ile jirani ile, kungekuwa na uwanja mbe, sisi siangechagua autumie? Si ni chanzo pia cha, cha, cha, cha kupata fedha. Kwa hiyo nje ili, ya ile ambayo tunaliangalia, wewe pale nyumbani kwako pale unapoishi, nataka tu nikwambie yani wewe unaweza ukamwambia jirani yako fa, jirani yako ni Rams, wewe Rams, wewe yani wewe jana uja uja deki huko chumbani e, kwako, kwako. Yeah. Yani wewe mtu wa ovyo sana wewe, umejuaje? Alafu wewe kwa nini usideki kwako kwanza e, usi. Kauli yako nimeielewa. Kwa sababu unavyosema kwamba watu wajenge viwanja Mbeya City si klabu ya mpira. Ijenge. Ijenge yeye mwenyewe uwanja wake. Yaani point ya kwanza ni kwamba Mbeya City wangekuwa na uwanja wao wasingekuja Dar es Salaam. Uwanja wa soko si kwao. <manyo> ni sawa lakini mimi nilichokuwa nimekifikiri zaidi, issue si kumpangia. Issue ni kwamba sisi kuna baadhi ya vitu tunakwama kwa sababu nje na timu wenyeji kunufaika na huo uwanja mm. Kuna baadhi ya watu ambao pia wanaweza kaja katumia mm. Sasa hivi tuna, tuna, tuna ongea kwamba baadhi ya watu Mbeya wamekosa fursa kwa sababu mechi hii haipo. Kwa mfano mechi ndio iko jirani Iringa, si wanaweza kanufaika. Kwa hiyo nje ya wale wamiliki wa viwanja pia hata watu kuendeleza kwenye vile viwanja ambavyo vilikuwa vinatumika wakati timu zipo waendelee kuvitunza, kwa sababu bado kama taifa tunavihitaji. Sasa hivi itatokea kuna timu inataka kuvitumia hivyo viwanja, kwa sababu vilikuwa vinatumika kwenye kipindi cha ligi, vilikuwa vizuri, sasa hivi watatumiaje? Rukwa, Tanzania Prisons walikuwa wanavitumia, wakakiacha kukitumia hicho kiwanja, ndo kishakufa pale pale. Tunaendeleza mpira, hatuwezi kuendeleza mpira na maana mpira wetu katika zile hatua ambazo nasema tunapiga, kuna baadhi ya maeneo ambayo tunakwama. Lazima tukumbushane kwamba katika maendeleo ya mpira vitu ambavyo ni misingi ya kukuza mpira wetu, tuwakumbushe watu pia waendelee kuweka misingi kwenye hivyo vitu, hasa viwanja, hasa Iringa mpaka sasa hivi, kwamba kwa sababu kuna ligi kusiopo na uwanja ambao hata ikitokea timu inataka kuchagua kwenda kutumia huo uwanja washindwe. Mara ngapi tumeona Simba anatoka Dar es Salaam anaenda majimaji kutumia uwanja mzuri, anatoka anaenda mkoa mwingine anaenda kutumia, si ni fursa? Kwa nini sasa hii mikoa ambayo ipo ilikuwa na hivi viwanja Rukwa, Iringa, kwanini wanashindwa ku kuvifanya viwanja vyao viwe bora ili tuendelee kuvitumia? UFM.